Lengo la halmashauri lilikuwa kukusanya bilioni sita, lakini tuliweza kukusanya bilioni sita na milioni mia tisa na tisa zilibaki shilingi kadhaa kuweza kufika bilioni saba. Yani kuwe kuna ongezeko la bilioni moja ndani ya mwaka mzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeliona linisemwe hilo kwenye kikao hiki kwa sababu kazi hiyo si kuifanya mimi na watumishi tu, tuliifanya kwa, kwa pamoja. Dhibiti mianya ya upotevu kwa mapato yetu. Mheshimiwa Rais amesha kutangazia sasa, ni wakati wa kujifunga mkanda kutegemea mapato yetu ya ndani, ni wakati wa kujifunga mkanda, kulinda heshima ya nchi yetu, kulinda utu wetu kwa kutegemea mapato ya ndani na sio misaada. Hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais katika hotuba zake mbalimbali mbali za hivi karibuni ametoa wito wa sisi kujitegemea. Waheshimiwa madiwani, baraza hili ndio litakao kwenda kubuni vyanzo vipya vya mapato na kutunga sheria mbalimbali tukahakikishe tunakwenda kuongeza pato la kwetu la ndani. Suluhu ya matatizo ya wananchi wa wetu wa Msalala ni umoja kwa moja. Mara sasa hivi kata 18 tarafa mbili zinawangalia nyinyi leo madiwani. ma, ma, eh, lazima tukatende haki kwa wananchi. Kila diwani ajue kata yake ina changamoto gani, mwananchi gani ana changamoto gani? Kwa hiyo tuhakikishe sana tunaenda kuwasikiliza wananchi, lakini kitu kingine ni kusimamia miradi ya maendeleo tunapanga miradi hapa inaenda kwenye kata zetu. Mheshimiwa diwani, ndo unatakiwa uwe mstari wa mbele kujua hela zimeingia kiasi gani, kitu gani kinatakiwa kifanyike pale, sio kwamba tena diwani unakuja kwenye kikao unakuja kulalamika. Hapana, wewe ndo unatakiwa utuletee matokeo.